Bwana Yesu asifiwe. Jina langu naitwa Mrs. Lucy Kalongoti, na leo niko hapa kukuambia kwamba usiogope. Neno la Mungu katika Isaya sura 41 mstari wa, wa kumi, hapa neno lasema usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Kuna vitu vingi tunapitia. Kuna vita ambayo unaweza ukawa unapitia aidha kazini au shuleni au kwenye ndoa. Kuna migogoro mingi hata kwenye familia, lakini Mungu anasema usiogopi. Katika vita ambayo unapigana katika vita ambayo unapambana nayo huko kazini au kwenye ndoa, Mungu anasema niko pamoja na wewe katika hiyo vita. Usiogope, kwa maana Mungu atakushindia, anasema atakushika mkono. Hapa kuna vitu vitatu ameviongelea. Amesema ata kwanza, yuko pamoja na wewe, na atakutia nguvu, na amesema atakusaidia. Kwa hiyo katika vita yoyote ambayo tunapambana nayo katika maisha yetu, Mungu yuko pamoja na sisi. Mungu ametuzunguka, anatutia nguvu katika mapambano ya maisha ambayo tunaendelea nayo. Mungu anatutia nguvu. Tukimwangalia Nabii Elisha katika Wafalme wa Pili sura ya sita mstari kumi na sita na kumi na saba akamjibu usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, E Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi. Naye akaona, anatazama kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Hapa, wakati Nabii Elisha alikuwa amezungukwa na jeshi la maadui. Hili jeshi la maadui ilijulikana, walikuwa wametambua kwamba kila wanapotaka kuvamia Israel walikuwa wanawa, wanajua wanajua kwamba wamepita njia gani na wanajua watawavamia muda gani. Wakajiuliza, ni nani anayepeleka hizi taarifa? Huenda kuna msaliti katika kundi letu. Lakini wakaja kugundua yuko mtu wa Mungu ambaye Mungu huwa anamuonyesha vitu, anamwonyesha kwamba jeshi la maadui litakuja kuvamia na litapita njia gani. Kwa hiyo Nabii Elisha alikuwa anawaambia jeshi la Israeli kwamba watapita njia fulani. Kwa hiyo jeshi la Israeli wanajipanga, wanakwenda wao kujificha kabla adui hawajafika, na wanawapiga. Kwa hiyo wakagundua jeshi la maadui, wakagundua kwamba kuna kitu hakiko sawa, kuna mtu wa Mungu yupo ambaye anatoa taarifa. Kwa hiyo wakapanga kwenda kumvamia. Walivyoamka asubuhi, nabii Elisha na mtumishi wake. Mtumishi wake ndio aliyeona, alichungulia dirishani, akaona lile jeshi lilivyowazunguka la maadui, akamwambia Elisha, leo tumekwisha, tumekwisha, tumekwisha wametuzunguka maadui hapa. Elisha akamwambia usiogope. Nabii Elisha alimjua Mungu wake. alijua kabisa kwamba hayuko peke yake. alijua kabisa kwamba Mungu yuko upande wake, alijua kabisa kwamba jeshi la Mungu limemzunguka hata kama maadui wakiwa wengi, lakini jeshi la Mungu ni kuu sana. Akamwambia mtumishi wake usiogope. na ukiangalia sura ya saba, akaendelea akamuomba Mungu. Elisha akamwomba Mungu, akamwambia Mungu, naomba ufungue macho mtumishi wangu ili naye aweze kuona jinsi wewe ulivyotuzunguka na yule mtumishi alivyofumbuliwa macho na Mungu akaona, kumbe sisi ndio tumezungukwa na jeshi la Mungu lililo kuu kuliko maadui, na akatulia. Na ukiendelea kusoma huku mbele, utaona jinsi ambavyo nabii Elisha aliweza kuwa control wale maadui. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo mpendwa, tumezungukwa na jeshi la Mungu katika vita yoyote tunayopambana nayo, iwe kwenye kazi, iwe kwenye ndoa, iwe shuleni, popote pale, iwe ni vita ya biashara. Mungu anatutia nguvu, Mungu anatushika kwa mkono wa kuume, Mungu anatuwezesha na tunashinda. Kwa hiyo usiogope, niko hapa kukuambia leo, mpendwa, usiogope. Mruhusu Mungu apigane kwa ajili yako. Pija magoti, mwambie Mungu hii vita ni ya kwako. Mwambie Mungu bila wewe siwezi. Amen, Mungu awabariki sana wapendwa.